Maisha ya watakatifu. tarehe 29 mwezi wa 11. Mtakatifu Humili wa Bisinyano, mtawa. Francisco Humili alizaliwa Bisinyano, katika nchi ya Italia mwaka 1582. Jina lake la ubatizo lilikuwa Luka. Alipokuwa kijana, Luka aliajiriwa kulima mashamba ya watu matajiri lakini alipofika umri wa miaka kumi na nane aliamua kujiunga na maisha ya kitawa. Alipoomba kujiunga na shirika la Wafransisko, wakuu wa shirika hawakutaka kumpokea Luka. Aliomba tena mara ya pili, na aliendelea kuomba hivyo mara kwa mara, na mwishowe, yaani baada ya miaka tisa, alikubaliwa kuwa bradha. Alipopokea kanzu ya shirika katika mwaka wa unovisi akapewa jina jipya ambalo ni brother Humili. Jina hili liliendana na tabia yake, kwa sababu alikuwa mtu mnyenyekevu sana, hasa katika changamoto ambazo zingewafanya watu wengine wengi wakate tamaa na kuacha maisha ya utawa. Humili alipata kujulikana sana kwa sababu ya kipaji chake cha kutenda miujiza. Alikuwa maarufu pia kwa sababu ya hekima iliyodhihirika katika mashauri na mawaidha yake kwa watu kiasi kwamba hata wenye elimu walitaka kumwendea na kuomba ushauri. Papa mwenyewe alimuita aende kwake kwa mashauri mbalimbali. Humili alikwenda Roma kukaa na papa. Papa alipofariki dunia, papa mwingine aliyechaguliwa alisisitiza Humili abaki Roma aishi naye pia lakini hali ya hewa haikuendana naye, na matokeo yake aliugua sana. Kwa sababu ya kuugua sana, iliamliwa brother arudi Bisinyano. Kule hali yake ikabadilika akapata nafuu, akaendelea na mazoezi yake ya kiroho akisali, kufunga, kujitesa na kujikatalia anasa. Hatimaye Humili akafariki dunia mwaka 1637 akiwa na umri wa miaka 55 alitangazwa kuwa mtakatifu na Papa Yohane Paulo wa pili tarehe 19 mwezi Mei mwaka elfu mbili na mbili. Tafakari: tamani mambo makuu, bali tuwe wanyenyekevu miongoni mwa wanyenyekevu. Maneno ya Mtakatifu Bonaventura. Tumsifu Yesu Kristo.